We are not going anywhere. Acha basi. Serious. Uzime na Baby. Please. Leo. Mika awatuuk Yes, um, yes. Sorry. Mm. Eh, no, mama, I'm, I'm fine, trust me. Yes. No, nimeshakula, nimetoka na rafiki yangu muda mrefu sana. Yes, basi mm. Naweza no, nikakupitia nikitoka huko?

I'm, I'm, I'm so impressed the fact yeah, yeah. Yani kilo yani, mama mama Yani Derek yuko hivi mm -hmm. Popote ninapokuwepo mm -hmm. lazima ajue. Wow. Chochote ninachokifanya muda huo lazima ajue na namaliza saa ngapi. Yani <laughs> Yani she's very overprotective. Not sweet. To be honest, hando maisha ambayo mimi napenda kwa sababu naamini huku katika ulinzi dhabiti wa mama. And to be honest, natamani na mimi niweke karibu yako

ndosha wakati unashuka kwenye gari. Asante sana dada. Karibu, una moyo wa kipekee sana. ya sababu najua uchungu wa kuotelewa kitu kwa hili. Asante dada. Sorry, Mungu ongeze japo nauli. kama tu jana Mungu akupanga upoteze kitu chako, kwa hiyo Just take it. Asante. kitu kikubwa sana kwenye maisha <laughs> Karibu. Bye. Sorry, can I call you back after like five minutes? Okay. Hey, mommy, I'm sorry. Yeah. Sorry. I can't drink this thing. You know, alcohol, right? No, not, not that strong. Any alcohol iko ndogo sana. Any you can put or lewa in search or anything. You I'm shouldn't so, be scared. I can't, I'm sorry. Derek, come on. You're not oh, the Derek, no. I know. I just took a cup or mimi nakunywa something strong and you're just trying to have soft drinks. It's really going to be boring. Mommy, I'm trying Please. to understand. Sijawai kunywa alcohol. Ah, basi naomba leo ndo uwahi. Yani just for me. Sawa. So.

Kwa nini mpaka leo huna? I should be asking you the same question, why are you single? Kwani <laughs> una boyfriend mpaka leo? I have a boyfriend. Yeah. Niko nakunywa naye wine sasa hivi. sijakuelewa yani, siwezi kukuelewesha mpaka uweze kuelewa, kwa sababu hata mimi mwenyewe nahisi bado sijaelewa kabisa. Yani, ama kweli hapa duniani tunaishi na malaika. Niaji sana mwanamke. Ah, ni kabinti tu amechukua mkopo kutoka kazini kwake. Hebu fikiria, atakatwa mshahara wake kwa muda kwa mm -hmm. <sighs> wa miaka minne kwa ajili tu ya kumwokoa kaka yake, si ajabu. Utawaambiaje hao wafadhili? Mimi nafikiri wafadhili wakitoa, tutamrudishia hela zake. Hapana mwanangu, kumrudishia hela zake ni sawa na, na kuzuia baraka zake kutoka kwa Mungu kwa sadaka aliyoitoa Pili, tutamfanya ajisikia mnyonge na kuhisi mambo mengi tofauti. Haya ila alikuwa anatamani sana kukutana na malaika wa pili, kushuhudia matendo yake ya leo, maana kuna mwingine amenikutia wale na kuabisha na kila kitu chake ndani, alafu cha kushangaza sasa hata asante yangu amekataa. Sishangai hii dunia mpaka leo Mungu bado hajaiteketeza kwa hizi dhambi zote tunazofanya na kufuru hapa duniani. Kumbe bado watakatifu wapo wanaishi duniani. Hivi daktari? Ah, taratibu zote zimeshakamilika, kuna vipimo tutamfanyia. Sawa, akionekana yuko sawa, tutamwenda kwa ile safari. nani atamsindikiza?

ampena mgini nilianza kukupenda lini? mm -hmm. kutokana na malezi mama. ya mama yani ni alikuwa nakudekeza kama mtoto mdogo, so then ikanivutia na mimi, mama mkwe wangu I mean, mama mume wangu, okay. yeah, um, mama akiwa nampenda sana kijana wake na mm -hmm. mimi nitapata hayo mapenzi <laughs>

Kwaiyo shemust l ila tu yani is very protective kuliko hata ao mapolisi honest. Anyways, mimi nina furahi sana kwamba mpaka sasa hivi umejilinda, huna girlfriend na mimi pia umejilinda, sina boyfriend. So i was thinking maybe we can try to um, make out something from this, the fact kwamba huna gilriend na boyfriend, sisi ni watu wazima sasa hivi Derek.

serious from the deepest part of my heart, and i really like you uh -huh. yes, but you know something something is wrong here Unajua mimi nawe tunapotezana muda mrefu sana Yeah. toka shule na nini. a lot of stuff hapa katikati zimetokea mm -hmm. so we you don't know what i'm doing for a living i don't know what you're doing for a living so yeah. i think we need time. Seriously, tuna nafikiri tunahitaji muda bado wa waku, kujuana vizuri before jumping into relationship patnanino oh, sikua jana Mbona Mbona been calling times What hey, happened? I'm I'm sorry I'm sorry. Uchovu. Yes. Uchovu ndo umefanya wewe umeshindwa kuongea na mimi. Really? Like so wewe wewe kabisa, bila kunipigia hata simu. I'm I'm sorry. Please. Anyway. <laughs> That's why tatizo. No, I'm fine. Oh. Unaenda wapi I leo pako bilakupa <laughs> sawa kabisa. And uh, I wish ningekuwa na kitu hapa, ningekuambia upike chai tu uh, nywe bata Sijui uende pale hotelini then uagize chai, ntakujoini mda si mrefu sawa? Enda tu pale. What's wrong with you? Umekuwaje? umepatwa na nini? Msorri mshikaji wangu ni makosa tu ya kiufundi but I promise next time nitakutambulisha, next time nitakutambulisha. This is Agnes. Ah, ni, she's my friend. Rafiki yangu sana. Sana. Yeye ndo huwa ananisaidia kufanya usafi, kupika. Yaani she's a very good friend of mine. Yes, lakini lakini pia ni ni mwanasheria. Yes. Um, Aghi, this is Mommy. Na no fam, sorry. Do I do I know you?

maniskia nikisema chochote. Unahisi tufanye plani gani ili tuattract more customers kuja kwenye kampuni yetu, or unahisi tuboreshe nini zaidi wateja wetu ambao tunao waendele kubaki na sisi? Kuandaa um, naomba muda kidogo ili niweze plan <laughs> Um, nitakuja na plani yote vizuri kabisa kutokana na maswali ambayo umeuliza. Muda? Yeah. How long will you need? Mpaka kesho jioni kila kitu kitakuwa sawa. Okay. Yeah. Okay, sawa. Okay. Moso mshikaji wangu, I'm sorry, mpaka najisikia vibaya. Unajua skupla kukutana hivi na mami, nilikuwa nataka niandae very special day, nikutambulishe vizuri kabisa. Sasa naona kama imekuwa grafa, and that's why nilikuwa nataka nikutoe mapema